Uliniacha ila bado nakukumbuka. Picha yako nitaitunza. Mwana uli muacha kiwa bado ndogo, anakukumbuka baba yake. Nashindwa kujizuia ya penzi lake tamu, nalikumbuka picha yake daima.

Uh, cool. Uliniacha ila bado na kukumbuka picha yako, nitaitunza nini? Kila siku nikiwa nakuja hapa nakuta unaangalia unaangalia. Uliniacha ila bado nakukumbuka, picha yako nitaitunza. Mwanao ulimuacha kiwa bado ndogo, anakukumbuka baba yake. Nashindwa kujizuia ya, penzi lake tamu mtu ndo anakuazisha osi ndo mewakasiafari ko, una maanisha hunipendi mimi si ndio? Hapana. So hivyo nifanyeje jamani? Nashindwa kabisa kumsauu. Poa. Kumbe jambo lile lile tu sasa, mbona una, una kitu kingine cha kusema? Ni hili jambo mbona. Eh, sawa, namba yako nilichukua, sawa, nilichukua namba. Swala kutokutafuta isiwe kesi eh, mbona mimi sikupigiwe kila siku na nipigia mimi kila siku na nipigia mimi eh? lakini, lakini, atuachie nayo sasa, swala namba picha ulishachukua, mbona unataka kulizika maswala mahusiano saizi, mimi sitaki, nimeshasema sikutaki nuta. Yani kifupi, mimi sikuhitaji eh, eh, eh, yeah. Kama ulikuwa unipendi Ungeniambia mapema ili nisikupotezee muda wako, maana mimi si kitu kwako. Mume wako wa zamani bado hujamtoa akilini mwako. Picha ya nini jamani? Mwenzio nakupenda, unaniumiza. Karibu sana shogangu. Asante sana. Vipi shogangu, uliniambia kuna suala unataka kunishirikisha, niambie. Ndio, ni kuhusu mwanaume aliyenioa sasa hivi. Naona kama ana mapungufu fulani, najikuta namkumbuka yule mwanaume wa zamani. Ni mapungufu gani tena shogango? Mengine ni siri, huwezi ukaongea hadharani kwa watu. Kwa sasa hivi wewe inakubidi uelekeze mawazo yako hisia zako kwa huyu mwanaume, kwa sababu mume wako wa zamani alishafariki, na usipoangalia utampoteza na huyu tena. Sawa, lakini nashindwa kumtoa akilini yule mwanaume wa zamani, so kwa sababu alishanikaa sana kichwani, hadi nahisi mume wangu wa sasa na nihisi vibaya. Sawa, sasa hivi mume wako ameanza kukufikiria vibaya na naweza akakufanyia kitu kibaya zaidi. Kuwa makini na ndoa yako, ganga ya jaya na familia yako, enjoy na mume wako wa sasa. Ah, ngoja nijaribu jaribu nione kama nitaweza vumilia madhaifu yake, ipo siku itakuja kumwona bora kuliko yule wa zamani, japo wanaume wanatofautiana sana. Jitahidi sana Shan. Sawa, wanaume wako tofauti, lakini huyu mwanaume aliye niwa saa hivi, kuna tu vitu fulani hivi hana lakini yule wa zamani alikuwa nato. Kwa maana yule mwanaume wa zamani nashindwa kumsahau, namkumbuka sana. Sawa, uh sasa hivi -huh. Enjoy na mme wako, enjoy na familia yako. Ndio hayo tu shoga angu, sawa. Shoga angu mi ngoja nirudi, tutaonana baadaye, sawa. Shoga angu wewe nenda, ngoja mi nimalizie vishughuli shughuli hapa nilivyokuwa nazifanya, tutaonana tu baadaye. Nashindwa kujizuia, penzi lake tamu nalikumbuka, picha yake daima taitunza. Nifanyeje jamani, nashindwa kabisa kumsahau mimi. Kuna jambo linanishangaza sana, huyu mwenzangu, kila ninapomkuta nakutana naangalia picha, na hiyo picha ni ya mume wake wa zamani, ashafariki. Vipi angekuepo? Sasa ndio angekuwa ananisumbua sana. Kwani hiyo picha kwa? iko wapi picha yenyewe? hapa Mwanangu, huyu ndio mume wako wa sasahivi. Sasa unapoendelea kuangalia picha ya mume wako aliyefariki, mwenzako na mtia wa wasiwasi naonekana kama haumpendi. Alafu kitu kingine, zingatia kuishi na mume wako vizuri sasahivi. Umenielewa mwanangu? Sawa mamangu, nimekuelewa. Sitoshika tena picha yule mwanaume wa zamani, tadili tu na mume wangu huyu wa sasahivi. Itapendeza sana, binti yangu. Kama ulikuwa unipendi, ungeniambia mapema ili nisikupoteze. Mbona unaniangalia? Wewe oh, umenionea nini? Wakati wewe ni mdogo wangu na hata kunisalimia hujanisalimia. Bwana, unanidharau sana? Shida nini , kijana? Watoto wa mama mmoja hawapendani kisa picha ya familia. Inashangaza sana. Picha ya familia. Mjuku wangu Eliki sijui ana matatizo gani, muda wote anakuwa na kisilani alafu anamchukia sana mdogo wake Meshai. Bibi, Eriki mvumilie tu, wezi juu yaweza kuwa amechukua tabia mama ya mama yake. Labda yaweza kuwa kwa sababu hata wakati anakuja kumtambulisha mwanangu Magai, huyo binti akunisalimia. Mvumilie tu, atabadilika

Nifanyeje jamani? na shindwa kabisa kumsahau.